Mtihani ya kitaifa inapong'oa nanga rasmi hii leo, serikali imeelezea matumaini ya habari njema eneo la Narok kaskazini, ambapo hakujaripotiwa kesi za mimba kwa watahiniwa ambazo huwa kwa wingi kama ilivyoshuhudiwa mwaka uliopita. Akizungumza baada ya kuzindua rasmi ufunguzi wa ugavi wa mitihani, naibu kamishna wa eneo hilo Kennedy Mngombe, hata hivyo, amesema kuwa maafisa watasalia ngangari kuhakikisha dhulma za kijinsia zinathibitiwa pamoja na haki kwa watahiniwa wenye ulemavu kwa wale ambao wanafanya mitihani wakiwa na ulevu, ulemavu kadha wa kadha. Uh, shirika letu la mitihani limeweza kuwa, limeweza kuangalia wale ambao wako na ulemavu wa macho. Hiyo wanafanya ile mitihani ambayo imeweza kuandikwa katika ile lugha ya braille. Wale ambao wako na ulemavu ya mili pia wameweza kuangaliwa kiupande wa masaa na katika shule zao pia wameweza ku walimu wameweza kuhakikisha kwamba wanapata uh, vifaa ambavyo vinapaswa kuwezesha kufanya mitihani. Tunatarajia uh, kwamba kila kitu uh, kitakuwa shwari, panapokuwa na matatizo maanake, kwa kila kitu ambacho kimepangwa kunaweza kuwa na matatizo pia. Walimu wanaelewa ya kwamba uh, wanapaswa kuongea na sisi na pia kuongea na NEC ili tupate uh, suluhisho kwa zile shida ambazo zinaweza kutukuba. Wakazi wa eneo la Chemosit.